Leo ni sikukuu ya Idi. Leo, ingawa na nyinyi inawezekana sio wazee ambao ni Waislamu, lakini nyinyi ni wazee wetu, kwa hiyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewatuma ni wa, amenituma mimi niwatembelee na kuwapa salamu za sikukuu ya Idi. Mlezi mkuu wa wazee kwenye nchi yetu ni Raisi Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama mzee hana mtoto wa kumhudumia akishakuwa mzee, lakini rais yeye ana majukumu ya kuwalea wazee wote nchini. Kwa hiyo serikali na rais Samia wataendelea kuwalea wazee, na leo akasema wazee, kwa sababu leo ni siku ya sikukuu. Sikukuu huwa watu wananunua nguo mpya na wanakula chakula kizuri, na wazee pia rais ameamua, na yeye Angeweza kuja hapa kula na wazee, lakini mimi ndio msaidizi wake katika mkoa huu, kanitaka nije hapa niwape zawadi sadaka, niwape chakula kizuri kwa ajili ya sikukuu. Zawadi hizi tutavigawa katika vituo mbalimbali mbali. E, zaidi ya fedha tumenunua zaidi ya shilingi milioni kumi. Changamoto ambazo zinapatikana mahali hapa hazikosekani. Moja ni chombo cha usafiri, hatuna chombo cha usafiri. Lakini miundombinu yetu ni chakavu kutokana na kwamba ilitengenezwa kwa muda mrefu. Uh, inahitaji ukarabati mkubwa, lakini ukosefu wa fedha wa uendelezaji wa miradi na upanuzi wa miradi tulionayo, lakini vile vile kutokuwa na uzio kwenye makazi na pia watumishi kiwalisia hawatoshelezi hasa eneo la jikoni. Kwanza tu niweze kukupongeza mkuu wa mkoa, lakini kwanza tena nitoe shukurani kwanza zetu za dhati kwa kututumia zawadi mara kwa mara hii, nafikiri navyokumbuka, ulituma tena zawadi kama hizo na mbuzi wanne tena ulimtuma mkuu wa wilaya aukelewe. Okay, kwa hiyo tunakupongeza tena kwa kuja kutukumbuka. Lakini tu nitoe shukurani kwa mama yetu, Mama Samia Suluhu. Kwa kutukumbuka, kwa kutuletea zawadi nyingi kama hizi, tunampongeza tena na tena. Lakini tu tunampa tuna tena kula zetu, manake hazina upingamizi hapa. Tunampa tena mitano ewavukale kete, <laughs> kete. Basukuma kete, asante.